Kwa upande mwingine, mamia ya wanawake wajawazito kutoka Embu na kaunti jirani wamenufaika na kambi ya matibabu ya bila malipo iliyoratibiwa na Universal Healthcare kusaidia kupunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua. Taarifa hizo na nyingine zaidi ni kwenye mseto wa kaunti. Wakizungumza mjini Hola, wanabiashara hao walieleza malalamishi yao kuhusu ongezeko la ushuru lililopendekezwa ambalo wanasema liliwasilishwa bila mashauriano au ushauri wa umma. Walisema kuwa mapendekezo katika mswada huo, ikiwa ni pamoja na ada mpya za leseni za biashara na ada za huduma, yanajiri wakati hali ya kiuchumi tayari ni ngumu kwa wengi. Lakini kwa kushangaa kwangu ni kwamba hata wale ambao ni viongozi wa kaunti ambao wa, walikuwa pale mbele hawakutaka kumsikiza mwananchi kwa kikamilifu yale ambayo anayahitaji. Katika kaunti ya Embu, mpango wa kila mwezi za kutoa huduma za afya za bila malipo kwa wanawake wajawazito uliandaliwa, ukitoa huduma mbalimbali kama lishe na ushauri wa nasaha kwa ajili ya maandalizi ya kujifungua, yote ikiwa ni kwa lengo ya kuboresha matokeo ya afya kwa mama na mtoto. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila mama mwenye ako na mimba anaweza kubeba hii mimba yake hadi ifike tamati na aweze kuzaa mtoto akiwa na afya njema kwa mtoto na kwa mama. Katika kaunti ya Kiambu, kundi la wahitimu thelathini na mbili waliomaliza kozi ya miezi mitatu ya mindful self compassion katika chuo cha Afrikana kilichoko Thika limejitokeza kutoa msaada wa kisaikolojia katika jamii. Kundi hilo liliapa kutumia ujuzi walio upata kuziba pengo la huduma za afya ya akili. You are able to understand the emotion, unaweza kujua natengeneza kutoka wapi. Tumekuwa na hili somo pamoja na counselors wengine wanafunzi pia na muungano community counselors, na ni somo ambalo tunahisi litatusaidia sisi na hadi community yetu. Tukisalia katika kaunti ya Kiambu, wakulima wa chama cha wakulima wa kahawa wa Komothai katika eneo la Githunguri waliandaa mkutano mkuu wa mwaka kujadili bajeti na kukabiliana na changamoto katika sekta ya kahawa. Wanachama hao walifahamishwa kuhusu mfumo mpya wa kidijitali ulioanzishwa siku chache zilizopita ambapo wakulima watapokea taarifa kwa simu kila wanapouza kahawa zao. Katika kaunti ya Tana River, miradi mipya ya maji yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 126 imezinduliwa kushughulikia uhaba wa maji unaoendelea kuathiri eneo hilo. Ningependa kutoa ujumbe kwa jamii kuwa endapo mradi huu unapoenda kuisha, wajaribu kuchunga hiyo infrastructure, sababu vandalism ndio inatoaffect sana huko Tana River, na inajaribu pia kuaffect juhudi za partners wengi sana ambao wanatusaidia. Hatimaye katika kaunti ya Kakamega wanaharakati wa mazingira wamewataka Wakenya kuunga mkono juhudi za serikali ikiwa ni pamoja na jitihada za kuhifadhi mazingira na mipango ya kusaidia watu walio na ulemavu na wasiojiweza katika jamii. We uh, uh, appeal and we support the communities and uh, it's easy uh, to support anyone with something that enables that person to be able to achieve a certain uh, part of his life. Nao Elongeso, Darubini, Weekendi.